Mambo vipi, mtazamaji wa Global TV Online? As you can see, nyuma yangu kuna bango kubwa sana limeandikwa Abdi. Ya, yeah, hapa ukiona tu hivyo unaweza ukajua ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa katika ukumbi wa Tanga Beach Resort ambao upo Tanga, unaambua Tanga raha jamani, kama ulikujui ujui ni kwamba tupo katika usiku wa Abdi Banda, mchezaji wa Baroka FC na timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia usiku wa Zabibu, ambaye ni mdogo wake na msanii wa Bongo Flava, namzungumzia Alikiba baada ya kufanyika hafla Dar es Salaam, ikafanyika tukala tukacheza. Hafla hiyo imekuja kumaliziwa nyumbani kwa bwana harusi hapo, ambapo ndiyo Tanga. Kwa hiyo leo hapa katika ukumbi wa Tanga Beach Resort, mambo ndo kama hivi unavyoona, mtazamaji, watu wanaingia ingia na hafla ndo inaendelea kama hivyo, so keep on watching Global TV Online, then tutakuletea tukio zima mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Isri Muhammad, nyuma ya kamera yuko director wangu wa kike anaitwa Islam Sofie. Yeah, keep on watching Global TV.

kaka yako, mdogo wangu Zabibu, na nimeshaingia kwenye chama la wana. Sasa hata kama sijafika jikoni, nimepita kwenye dirisha mwenzako, sasa hivi nasikia mvuke wake. Kwa hivyo, mdogo wangu, ndoa lina herufi chache sana, lakini mtu akianza kuzungumza mambo ya ndoa anajaza kamusi nzima. Menelewa sasa, ili iweze kuwa nyepesi. Hakuna kitu kizuri katika maelewano na mwenzako kama kumwomba msamaha pindi utakapoona umekosea. Basi mwombaneni, mwombaneni msamaha mwenyeoti na Msikubali siku inapita mmezozana, sijui mchana, sijui asubuhi, hata jioni, hata usiku huo nikalala bila kuombana msamaha, yani hata kidogo. Um, vile vilevile, sisi mpaka unavyotoa, tumekuwa hapa leo, megombana na wewe sana lakini ilikuwa ni kwa faida yako, mpaka sasa hivi mbona matunda yake. Mama mwenyewe anaona jinsi alivyotulea sisi. Tulikuwa hatuni sawa saa tukikuona wewe unatembea kichwa wazi, labda kwa hivyo vile ulivyokuwa ukiambiwa, bwana wajifunike ujitande, at least ulikuwa unazingatia mafundisho kutoka kwa mama, kwa mama zetu na kaka zako. Matunda yake ndo haya, hakuna mtu anataka kwenda kuchukua tu mbelenye vumbi juu juu, lazima alitoe, yeah. Eh, kwa hivyo nachokuusia mdogo wangu, kama nilivyokwambia, ndoa na herufi chache sana, na herufi tano nne, na herufi nne ndoa. Lakini ukisema ulianza kulielezea mlindani, unajaza kamusi nzima. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo sio lazima, unaepukana navyo. Mwishi kwa amani, mpende mme wako, mheshimu, msikilizane, umsikilize. Mi nawatakia kila la kheri, na sisi wote hapa tunakuwepo hapa, tunawatakia kila la kheri. Amina kabisa, kaka huyu wa biharusi.

tu kwamba vinywaji bado vipo. <muchos>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 Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133. Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita, ipo kata ya Msangani Kibaha, kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita 6 kutoka barabara kuu Dar es Salaam - Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EK na HGK. Shule, mazingira ya tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel Mnazi Mmoja Dar es Salaam, Msimbazi Senta Dar es Salaam, Mwanza soko kuu duka namba 27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa. Msangani